Ni jioni moja tulivu sana, tunakutana na bwana mmoja anayetambulika kwa jina la Shankari, mtu mmoja ambaye ni mtaalamu sana wa kuzisaidia kampuni kutokana na umaskini. Yaani kama kampuni ilikuwa imekata tamaa, basi yeye alikuwa ana uwezo wa kutafuta masoko mpaka kampuni hiyo kuweza kusimama tena kama mwanzoni. Bwana huyu aliwapoteza wazazi wake toka akiwa mtoto mdogo, hivyo siku hii ya leo alikuja kutembelewa na rafiki yake mmoja kutokea ndani ya nchi ya Kanada, Bosco. Sasa mshikaji bwana, kwa kuwa leo Shankari alikuwa ana misherehe kwani kampuni yake walikuwa wanampatia tuzo kutokana na kupiga kazi kwa bidii lakini pia kusababisha faida kubwa. Hivyo leo baada ya kufika ndani ya hii sherehe, mshikaji anafanikiwa kukutana na mwamba mmoja kutokea ndani ya taifa la Canada, anayetambulika kwa jina la Amari. Anampatia business card, lakini pia anamweleza naye katika lile taifa ana kampuni yake ndogo inayotambulika kwa jina la Shah Industry, lakini pia anamkaribisha, kwani mshikaji anadai ya kwamba mwezi huu alikuwa ana harakati za kwenda kufunga ndoa yeye pamoja na mchumba wake sherehe kaisha ya bwana Amari kipindi ambacho alikuwa anaelekea airport ya bwana, kwa bahati mbaya gari ambalo alikuwa akapewa toka hotelini linaharibika, hivyo ikambidi aweze kutembea kwa mguu. Lakini pia hata Shakari kipindi ambacho alikuwa anaendesha gari akirudi nyumbani, yeye pamoja na rafiki yake Bwana Mdogo, mmoja alikuwa anakimbizana yeye pamoja na mbwa wake barabarani. Shakari kipindi ambacho alikuwa anamkwepa huyu bwana mdogo, kwa bahati mbaya akaenda akamgonga mtaalamu wetu Amari pasina kuweza kutambua. Mshikaji anakuja kumwangalia Bwana mwamba alikuwa tayari alishapoteza maisha yeye pamoja na Bosco wakabaki midomo wazi. Lakini pia mshikaji alikuwa anaongea pamoja na mpenzi wake aliyekuwa anatambulika kwa jina la Pia. Bimdada hili swala alikuwa bado hajalitambua mtaalamu wetu Shakari, ikabidi aweze kuichukua ile simu na kuweza kusikiliza. Wakati huu bimdada Pia alikuwa anatema mashairi mazuri ambayo alikuwa akayaandika kwa ajili ya mume wake mtarajiwa, pasi na kujua kwamba tayari alishaondoka duniani kitambo. Bosco ikabidi amkokote ya ya rafiki yake na kumrudisha nyuma bni polisi baada ya kufika eneo la tukio na kukosa mtu ambaye alikuwa akahusika na haya mauaji, wakawapatia taarifa familia na baba yake, na Amari akafika India kuja kuchukua mwili wa mtoto wake. Mzee anaufanyia mwili huu ibada ya mara ya mwisho, lakini hapa, tokea siku hii, hakuweza kuongea na mtu yoyote ndani ya familia yake, hasa kampuni ambayo alikuwa anaiendesha Amari. Baada ya kifo chake bwana, ikaingia ndani ya madeni makubwa, lakini pia mchumba wake aliyekuwa anatambulika kwa jina la Piya ikabidi ndo awe kiongozi ndani hii kampuni indada. Kwa sasa alikuwa anahangaika sana kuweza kuisimamisha tena hii kampuni pasi na kuwa na mafanikio yoyote. Shenkhar leo, baada ya kukaa na kujiuliza sana, kwani kila itwapo leo alikuwa anajilaumu kwa kile ambacho kilikuwa kimetokea, anafunga safari mpaka Canada, sehemu ambapo alikuwa anaishi rafiki yake Bosco, na lengo lake kubwa la kufika ndani ya hili eneo alikuwa anahitaji kwenda kwenye familia ya mtaalamu wetu Amari kwenda kuelezea kila kitu, lakini pia ikiwemo kuwaomba msamaha kwa kutumia business card ambayo alikuwa akapatiwa na Amari Shakali, anafanikiwa kufika nyumbani na kuweza kukutana na baba asamzee. Kwa kuwa alikuwa hazungumzi na mtu yoyote, mshikaji hili alikuwa alitambui, bali yeye akaongea kwa uchungu mkubwa kile ambacho kilikuwa kimetokea usiku ule kabla ya Amari kuweza kupoteza maisha na kumwomba msamaha mzee na kumweleza kwamba hakukusudia kufanya haku lile jambo, bali ilitokea tu kwa bahati mbaya, lakini pia anaomba aweze kumsamehe sana. Mzee alionekana kumwangalia tu mshikaji, lakini pia haku zungumza jambo lolote. Shakari anaelezwa ukweli ya kwamba huyu baba atoka mzike mwanaye hajaongea na mtu yoyote ndani ya hii familia, hivyo kama una jambo la kuzungumza naye hapo unapoteza muda wako bure. Shakari safari ikampeleka mpaka sha industry. Baada ya kufika akashuhudia bimdada kipindi ambacho alikuwa anaambiwa na mwanasheria wao ya kwamba amepatiwa miezi michache na benki waweze kulipa madeni yote, kwani la sivyo kampuni yao itaweza kuuzwa. Bosco anamshauri Shakari kama ameshuhudia kampuni ya Amari ya kwamba ipo katika majanga basi afanye mpango wa kwenda kuwasaidia. Shenkhar asubuhi na mapema anaenda kukutana na bimdada Piya, anamweleza anahitaji kufanya kazi ndani ya hii kampuni pasina kutazamia kulipwa. Dada alikataa kumpokea Shankari katika kampuni hii, lakini mshikaji alikuwa ni mbishi mwamba, akaanza kufanya kazi, lakini pia akaanza kupokea oda ndani ya kampuni yao pasina kuweza kupata ruhusa kutoka kwa Pia dada akapeleka taarifa kwa familia juu ya hujio mpya wa huyu kijana toka India ndani ya kampuni yao. Mama wa familia anasema, mruhusu tuyo kijana afanye kazi, kwani huenda akatusaidia. Bimdada akamruhusu Shankari kuanza kufanya kazi ndani ya kampuni yake pasina kuweza kumlipa pesa zozote. Shenkhar, juhudi zake kidogo zikaanza kuonekana, lakini pia hata tabasamu kwa bimdada likaanza kuonekana. Watu hao wakawa ni marafiki wa karibu sana, lakini pia Shenkhar pamoja na Bosco siku moja moja wakawa nakwenda kutembelea familia ya mtalemwetu Amari kwenda kupiga stori mbili tatu, ikiwemo kuweka ukaribu pamoja na mdogo wake na Amari ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Mili. Leo ilikuwa ni sherehe ya kuweza kuzaliwa bimdada, alikuwa anatambulika kwa jina la Mili. Pia akaenda kumnunulia zawadi, lakini pia Shenkhar naye akaamua kumnunulia zawadi bimdada, zawadi hii ilikuwa ni ya kofia, japo bimdada alikuwa haitaki, lakini mwamba akamwambia aweze kuijaribishia dada. Baada ya kuivaa kimtindo akatabasamu. Baada ya kufika nyumbani, familia wanapiga bonge moja la sherehe, lakini baba mkubwa wa familia ambaye alikuwa ni baba yake na Amar anapata mshtuko na kuanguka. Baada ya kupelekwa hospitalini, daktari anamweleza Shenkhar ya kwamba mzee hana ugonjwa wowote, bali anasumbuliwa na ugonjwa wa akili, kwani mzee huyu anaonekana hatamani kabisa ku ishi Shakari. Ikabidi aende kuongea na mzee na kumweleza kwamba hakika mzee, ninaomba unisamehe sana, kwani sihitaji niweze kukutapeli kwa aina yoyote ile, na kwa sasa sina tena ujasiri wa kuyazungumza yale ambayo nilikuambia kwa mara ya kwanza, kwani nimetokea kuipenda sana hii familia, lakini pia ninahitaji angalau niendelee kukaa ndani ya hili eneo, na sihitaji kabisa niipoteze familia hii yenye upendo. Wazazi wa Shakari walipoteza maisha toka akiwa mtoto mdogo, hivyo upendo wa hii familia ulimfanya aone kama vile wazazi wake wamerudi kuwa hai tena. Bimdada pia alishuhudia jinsi ambavyo Shakari alikuwa na upendo ndani ya hii familia, hili lilimfanya kushindwa kabisa kuanza kuzuia hisia zake, kwani taratibu zikaanza kuelekea kwa mtaalamu wetu Shakari. Leo bimdada analia kwa uchungu mkubwa, kwani anaanza kuona kama vile penzi la Amari anaanza kulisahau taratibu. Pia anaenda kumweleza hizi hisia mama yake, mama mtu anamweleza kwamba, ni kitambo kirefu kimepita, mwanangu sijakuona ukiwa una furaha na Shakari ni kijana mzuri mama. Alikuwa anazungumza kama vile kumpa goa hedi mwanaye. Leo ofisini bimdada alikuwa anatambulika kwa jina la Pia, anapewa barua pamoja na Shekari. Barua hii ilikuwa ni barua ya mwaliko wa kikao kwa kigogo mmoja ambaye alikuwa anamiliki bonge moja la kampuni ndani ya hili eneo. Hili eneo lilikuwa ni la mbali kidogo, hivyo iliwalazimu kuendesha gari kwa muda wa masaa matano. Miliki wa hii kampuni alikuwa ni bwana mdogo mmoja anayetambulika kwa jina la Abi mshikaji kuona urembo wa bimdada pia ikabidi aweze kukubali kwenda kuzungumza nao. Shekari alizungumza vizuri sana juu ya kile ambacho alikuwa amekuja kukifanya ndani ya hili eneo, kwani walikuwa wanahitaji Abi aweze kununua baadhi ya shea ndani ya kampuni yao, ili kampuni ya Sha Industry na yenyewe shea zake ziweze kupanda thamani. Kwa tua hiyo, waliamini kampuni yao itarudi katika mfumo, lakini pia watapata pesa za kulipa madeni yote ambayo walikuwa wanadaiwa na, na benki. Abi anamweleza nkoo wake ya kwamba toka aanze ya kukutana na warembo Pia ndio mrembo wa kwanza ambaye ametokea kumpenda, lakini pia kuushawishi moyo wake wa kuchukua hatua nyingine ya kufunga naye ndoa. Mshikaji anaamua kumwalika bimdada Pia pamoja na Shekari katika sherehe ambayo alikuwa akaiandaa. Anamuuliza Shekari, je, unampenda Pia? Lakini mshikaji anaeleza na kusema ya kwamba hana hisia zozote ndani ya moyo wake juu ya bimdada Pia, kwani wao ni marafiki, lakini pia ni watu ambao wanafanya kazi pamoja. Katika hii sherehe bwana mambo ambayo alikuwa anayafanya mtaalamu wetu abi Shekari moja kwa moja akatambua naye alikuwa kamzimikia bimdada Pia. Shekari anaenda kumweleza rafiki yake Bosco ya kwamba ni kweli naye anampenda sana Pia, lakini hana uwezo wala ujasiri wa kumweleza hisia zake, na hii ni kutokana na kile ambacho kilikuwa kimetokea siku za nyuma cha yeye kusababisha kifo cha mchumba wake alikuwa anatambulika kwa jina la Amari. Lakini Shekari ndani ya moyo wake alishatambua pia alishaanza naye kumpenda, hivyo akaanza kuweka mazingira kuwa mbali naye Siku hii ya leo kipindi ambacho alikuwa anahitaji kwenda kukutana na mtaalamu wetu Abi, Shekari akaweka kisingizio cha kwenda kuendesha basikeli pamoja na Bimdad alikuwa anatambulika kwa jina la Mili pia. Alikuwa hana namna, ikabidi aondoke na Abi japo ilikuwa ni kishingo upande. Mili akawa anamweleza Shekari ya kwamba, je, na wewe unampenda pia? Mshikaji akakataa, lakini Mili akamweleza Shekari, kwa sasa ninakuchukulia kama vile kaka yangu, hivyo ninakuomba usije ukaondoka ukaniacha nikiwa na huzuni. Upande wa Bimdad alikuwa anatambulika kwa jina la Pia, pamoja na Abi. Wao safari ikawapeleka mpaka eneo ambalo alikuwa anaishi Abi. Baada ya kufika hapa, mshikaji akaanza kumweleza bimdada ya kwamba hakika kuna mwanamke ambaye anampenda sana, hivyo naye anatamani kumweleza hisia zake lakini anashindwa. Bimdada akamweleza kwamba inabidi umweleze mapema kutokana na pesa ulizo nazo, lakini pia ukalimu ulionao, huyo mwanamke hawezi akakukatalia. Abi, kimtindo, akapata moyo. Lakini leo mwanadada pamoja na Shekari wanaambiwa na mwanasheria wao ya kwamba itawachukua takribani miaka kumi ili kulipa mkopo ambao kampuni yao ilikuwa inadaiwa. Dada akachanganyikiwa, lakini Abi baada ya kuipata hii taarifa akamwita yeye pamoja na Shenkhar na kueleza ya kwamba atanunua shea asilimia arobaini ndani ya kampuni yao na hizo pesa ambazo watazipata kwa yeye baada ya kuzinunua hizo shea, zitawasaidia wao kulipa deni ambalo walikuwa wanadaiwa. Pia kwake ilikuwa ni Krismasi, lakini kwa Shenkhar yeye alitambua huu utakuwa ni mtego kwanza ukizingatia jinsi Abi ambavyo alikuwa anaonyesha kumpenda sana bimdada, pia kwamba aliona hapa kutakuwa kuna kitu kingine cha ziada. Siku ya kikao cha bodi inafika, bimdada anaoeleza lengo la kuwaita ndani ya hili eneo, lakini Shekari naye alivyopewa nafasi ya kuzungumza, akakataa kabisa wazo la bimdada nakusema, na kusema hii ni kampuni ambayo imeanzishwa na wazazi wake na Amar, lakini pia Amar naye alifanikiwa kuiendesha vyema, hivyo muungwana anadai sio kampuni ya watu wengine bali hii kampuni ya familia swala la kumleta mtu mwingine amiliki share asilimia arobaini Shekari anasema ya kwamba hili swala kwake aliungi mkono hivyo, muungwana anasema ya kwamba inabidi waweze kumpatia nafasi na yeye pamoja na bimdada ya kuendelea kuiendesha hii kampuni kwa muda kidogo, na yeye anaamini ataweka mambo yatakuwa sawasawa kama mwanzoni. Baadhi ya watu walishangilia na kuunga mkono wazo la Shekari, lakini kwa bimdada aliinuka na kusema ya kwamba yeye ndio ameamua kuingia mkataba pamoja na abi, hivyo hakuna mtu yoyote ambaye ataweza kumzuia. Pia anaenda kum mwakia Shekali na kumuuliza ni kwa nini ameweza kuzungumza mambo ambayo yalikuwa kinyume na yeye, lakini pia anampa optioni kama anamuunga mkono wazo lake basi abaki, lakini kama analipinga njia ni nyeupe, anamweleza anaweza akaondoka. Shekali anaondoka, pia anatamani kumzuia lakini anashindwa. Shikaji safari nampeleka mpaka kwa babake na amari na kwenda kumweleza kila kitu, anamweleza alitamani sana kuisaidia kampuni yao iweze kusimama tena lakini pia alitamani kusikia sauti ya mzee ikimwambia kwamba amemsamehe kwa kuwa yote yameshindwa kuyapata. Basi mwamba anamweleza kwamba leo anachukua maamuzi ya kurudi India. Bosco anamwaga rafiki yake Shekani, lakini pia bimdada naye nyumanyuma anakuja mbio, mbio. Lengo ni kuja kumzuia Shekali asiondoke. Lakini baada ya kumfikia mshikaji anamweleza ninaomba usiondoke, lakini pia tambua ninakupenda sana. Shekali leo anamkataa bimdada na kumweleza kwamba hakika mimi sina hisia zozote za kimapenzi na wewe. Dada anashangaa sana mshikaji, imekuwaje kuweza kunitemea mbavuni siku hii ya leo? Lakini kitu ambacho alikuwa kitambui ni kwamba mshikaji alikuwa bado anajisikia hukumu ndani ya moyo wake. Dada anaamua kuondoka, anarudi kwa Abi na kwenda kusaini yale makaratasi, lakini pia mshikaji anamweleza jinsi ambavyo alikuwa anajisikia na lengo lake ni lipi. Bimdada anamweleza Abi mimi sina chochote cha kuamua, wewe twende zetu nyumbani. Kama wazazi naoishi nao wakiridhia, basi naamini nitakuwa wa kwako Abi. Na pia wanafika nyumbani, wazazi wanaridhia, Abimdad anavalishwa pete ya uchumba. Shekari kipindi ambacho alikuwa anahitaji kuondoka, ananaswa na askari polisi kutoka India, anamweleza nimepeleleza kesi yako ambayo uliifanya mwaka mmoja uliopita na miezi nane ya kusababisha kifo cha Amari, hivyo nimekuja kukunasa sasa. Kwa kuwa ndege hii ilikuwa inaondoka baada ya masaa manne. Afande pamoja na Shenkhar wakapata muda wa kukaa chini na kuzungumza, lakini mshikaji kwa kuwa alikuwa na mawazo akaanza kupiga kalinya kwa lengo la kutuliza akili. Baada ya kupiga kalinya na kulewa, anaamua kumpigia simu pia na kumweleza ukweli juu ya kile kilichotokea mwaka mmoja na miezi nane iliyopita. Dada aliumia tena, alichoka na kuloana. Anaambiwa ni kweli ninakupenda lakini kwa hizo sababu mimi ninalazimika kuficha hisia zangu Shenkhar. Kipindi ambacho alikuwa anaendelea kuongea na bi mdada, bwana akajisahau kabisa kama yuko barabarani, anapitiwa na gari na kuanguka chini, lakini afande pamoja na Bosco anawahi kumchukua na kumpeleka hospitalini. Pia anaenda kwa baba mkwe na kumweleza kila kitu kilichotokea juu yake pamoja na Shenkhar, anamweleza baba mkwe ametokea kumpenda mtu ambaye alihusika kwenye mauaji ya mchumba wake wa zamani. Lakini baba mkwe siku ya leo kwa mara ya kwanza anafungua kinywa chake na kuzungumza. Shenkhar ni kijana mzuri, kwani alinieleza kila kitu siku ya kwanza tu alipoingia ndani ya hii nyumba na kwa jinsi alivyonielezea ile ilikuwa ni bahati mbaya. Bimdada kimtindo akajisikia vizuri, lakini anapewa taarifa juu ya ajali ambayo alikuwa akaipata Shekari baada ya kufika hospitalini. Afande leo anashuhudia jinsi ambavyo hii familia walivyokuwa na wasiwasi na mtaalamu wetu Shekari, lakini pia kila mmoja alikuwa anatamani mshikaji aweze kuamka ili waweze kupata muda wa kuzungumza naye. Afande leo anaamua kufanya maamuzi magumu ya kuifunga hii kesi na kusema hii familia wanamhitaji kari zaidi kuliko hata jinsi ambavyo sheria ya India inamhitaji huyu mshikaji bwana. Hapa ndo tunafika mwisho wa hadithi yetu, lakini kama umependa video hii na umeenjoy ama umejifunza jambo jipya, basi usisahau kushea, kulaik na kusubscribe ili kuwa mwanafamilia wa kupata vigongo vikali vilivyonyooka kama hivi kila siku.